Eh, yeah. E bwana, tuko mtaani sokoni hapa hivi mitaa ya dampo, nataa tupige stori yeah. Na wanetu fulani hapa hivi ebwana, e masela vipi? Apo shwali kabisa. Kama kawaida. Kama kawaida, bado poa hapo, naona harakati zinaendelea kama, e, kama unavyoona, tunaendelea na harakati zetu hapa, hatuna shida hapo yenyewe. Safi. Vipi, nianze na yupi hapo kati yenu? bado poa hapo, vipi. Naitwa Baunga kama makamba yako hapo, najulikana sehemu nyingi sana kama Baunga e. e. Bwana vipi, kwanza kwenye maisha yako wewe? Usha kumiliki dem labda? Ndio, nimemiliki mademu karibia watatu hey. Nimeliki, nimemiliki. Ushe kumiliki mademu? Una ex hapo? niko ah, ko saizi bwana, mambo hayo bwana niliacha. Niliona kabisa saizi nabidi nipambanie kutafuta fedha. Sasa hivi unatafuta fedha, ila si uko na kati yao madem madem zako watatu, ina maana bado uko nao, au kuna mmoja wapo yuko hapo kwenye hao watatu? Bado niko nao. Wote watatu nawaamudu. Eh, eh. Ah, ama nini? Wewe mwanangu umetisha. Madem watatu wote nawaamudu. Wote nawaamudu kama mnavyoweza kuniona, sina shari, sina shida, sina nini? Ama nini? Dem gani kati yao watatu unamkubali sasa? Hapo demu naye mkubali ni mmoja tu huyo, ndo ananifurahishaga sana kwenye wote wote. Demu namkubali sana. Jina lake unaweza kumtaja, au tumweke kabisa kwenye mabani? Huyo anaitwa Lois. Eh, nampenda sana, namuelewa. Hata unaamini kwanza, hata ukimpigia simu sasa hivi anapokea. Kwa sasa hivi yeye yeye ameondoka, ameenda shuleni. Mwanangu hapo unanitisha sasa. Kwa nini unamiliki denti yani, student? Eh, kama unavyojua yani mimi sinaga ile mambo ya kuogopa ogopa ile. Kwa miaka 30 mwanangu uogope? Ah, siogopi kwa sababu najua haiwezi kunikuta mimi. Kwa nini sikukute? Kumbe ina maana unaamini sana yani, ni mchumba tu mtumia ama nini? Namtumia. Ila siogopi kwa sababu najua mimi ni kama mimi ninajiamini sana. Kunikamata wao wala kunishtukia ni kwa ni ngumu. Ah, unajua mwanamke ni kiumbe dhaifu kwamba siku wazazi wanaweza wakajua, afu dakika za mwisho akakuletea chombovu pale, afu wewe mwenyewe ukauelewe vipi, inakuwa? Ah, sasa kwa hapo ndo nitabidi niangalie cha kufanya, ila mimi kama mimi, kunishtukia inakuwa ni ngumu, kwa sababu hata mimi ndio ninayopiga chenga ni michache sana. Na kwa unapiga pasi fupi afu eh, goli kubwa. Bwana safi, Mtagi rafiki yako yote yule kutoka Makambako, eh rafiki yangu nao, marafiki wengi sana nina mchina mwanangu, Devi mwanangu po. Watu wengi sana, yani kiufupi naweza nikataja hapa mpaka mpaka kesho asubuhi wasiishe. Enyewe bado safi, hiyo mwanetu e. Safi, tumefurahi kupiga stori na wewe poa, karibu tena kwa wakati mwingine. Nashukuru sana na muendelee kupita. Mazingira haya ndo nilipo mimi e, bwana bado poa sana. Tumetoka mtaani hapo, tumepiga stori na wanetu hapo, tumemaliza. Vipi mwanetu e? Sana mwanangu, bado poa fresh mimi ananiita Mchina mwanangu, hapa Mchina doa, e, wu, ndo amekutagi hapa. Mwanao si unajua tena, huyu ndo mwanangu mwenyewe. Safi mwanangu, tutapiga stori naye nyingine kwa wakati mwingine. Haina no, mafamilia mnapita pita hapa, si tupo muda wote bado tunaendelea hapo kupiga stori na wanetu wa kambako sokoni hapo, mitaa, dampo. Vipi hapo, kaka? Hapa bado, bado, hapo hapa, mimi hapa nipo kwenye shughuli za ndani sokoni kwenye ngovun kwenye nipo kubeba maroba kwenye bajaji. Shughuli topo hapa ninazo shughulika nazo. Maniwe, yani, of course unacheza viungo vyote yani. Yani viungo vyote yani sichagui, hapa kazi. Hapo yenyewe bado safi. Vipi hapo? Kuna stori moja nataka tushee na wewe hapo, baridi baridi, leta stori, leta stori maniga, safi. Kwenye maisha yako, Kwenye maisha yako unapenda kumiliki mwanamke wa design gani ambao unampenda zaidi? Yani maniga, mimi mwanamke, siangalii sura, siangalii shepu, mi mwanamke naangalia tabia Yaani yani na, na, na, na, nachokisemea hapa natamani kumiliki mwanaume mwanamke hey, mwenye tabia nzuri. Mwanamke mwenye tabia nzuri. Hapo mimi ndio nitaangalia mchapa mchapakazi kama huyo dada anapita no hapo nini? Sasa mambo mengine tu ile tunaangalia tabia ya mwanamke bwana. Hapo safi umetisha mwanetu hapo kweli, uzuri wa mwanamke ni tabia na sio sura. Ehe, kwa sasa hivi najua unamiliki demu na wewe demu pia, anaweza kaa na hizo tabia unazozikubali huyo demu? Ah, huyo demu mi na asilimia mia na tabia ambazo mi nazikubali, kutokana kwa sababu nipo naye ni maana nakwambia napenda mademu wenye tabia nzuri sio demu sura shepu unaelewa. Hata uliyekuwa naye lazima awe na tabia nzuri ndio maana mimi nimempenda. Sina haja mwenye akipenda napenda kweli. Ila demu mwenye tabia nzuri. Ni sahihi sahihi kabisa. Wakati mademu waga wanapretend sana, tabia zao vipi? kuhusu demu wako? Asema huyo hapo maniga. Koje kwanza, tumwache kwanza kwa sababu ni mgonjwa. Mwanangu, mimi ni anaumwa ni yupo hoi. Kwa hiyo saizi hata nikimwongelea nitakosa kumuongelea vizuri ila angekuwa yuko poa hapa, nilikuwa na uwezo kumuongelea kabisa manege. Bwana bado safi sana mwanetu vivi mtagi. Rafiki yote ambao unamkubali makambako hapa, rafiki yangu ambao unamkubali makambako hapa ni Jose Viungo kwa mseminari huyo, ndo namkubali mwanangu wa faida eh, yupo ndani ametulia kush. E, e bwana bado safi sana mwanetu. Tumeshapiga stori na mwanetu hapo, tumemsikia akiwa namzungumzia demu wake na kusema napenda demu mwenye tabia nzuri, na ni kweli hiyo. Kwa wanaume wengi inabidi wafanye hivyo ili kujinusuru kwenye maisha fulani vya ku pretend nini. Eh bwana bado safi hapo hapo, bado poa. Mimi nashukuru mwanangu Unyamwezi hapo.